Nao mtazamaji wa Trend TV, e bwana, mama mzazi wa mwanadada ambaye amefariki dunia siku mbili zilizopita, tunamzungumzia mwanadada anayefahamika kwa jina la Karina, mmoja kati ya waigizaji mashuhuri tu wa mashuri, Bongo Movie na aliingia katika tasnia hiyo kwa muda mrefu, lakini kwa muda mrefu pia amekuwa akiteseka na matatizo ya kiafya. Alikuwa anasumbuliwa na tatizo la utumbo mpana eh, hilo ni tatizo ambalo limekuwa likimsumbua Karina kwa takriban miaka nane na alikuwa yuko kitandani akiwa anateseka kwa na kwamba alikuwa na tatizo la utumbo mpana, na hivi karibuni amepelekwa India kufanyiwa operesheni ya kutolewa kukatwa utumbo huo, na kwa bahati mbaya alikuwa anaendelea vizuri, ila tukapewa taarifa kwamba amefariki. Sasa basi, ni kwamba mama mzazi wa Karina amezungumza kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo Karina magumu ambayo ameyapitia mama mzazi wa Karina ambaye amba pia tunafahamu kwamba ni mtu mzima na kiukweli amepitia mengi pia, yeye pia akiwa kama mzazi, akiwa anamwangalia mwanae anapitia wakati mgumu kiasi hicho kwa muda mrefu kiasi kwa miaka mingi. Hivyo basi, mama Karina bwana uh, anasumbuliwa na, yeye pia na matatizo, kumbe ana sukari huyu mama. Kwa hiyo hata sasa hivi hata ukienda kumhoji kidogo anapata tabu hata kuzungumza eh, na anahojiwa akiwa na yeye pia yuko kitandani, na ni kitu ambacho kiukweli kimegusa hisia za watu wengi sana kumuona mama mzazi wa Karina akiwa anahojiwa akiwa yuko kitandani na akiweka wazi kwamba sukari in, ina msumbua ene na matatizo ya eh, magonjwa ya uzee nadhani kila mtu atakuwa anayafahamu, hususan na sasa hivi ukizingatia kwamba anapitia wakati mgumu kutokana na kwamba eh, yuko katika kipindi cha majonzi mwanae amefariki. Imekuja so, hapa kuna page kuandika kwamba mama wa marehemu Karina aeleza magumu ana, aliyoyapitia mwanae. Mama mzazi wa aliyekuwa mwigizaji eh, Hawa Hassan Sori, Hawa Hussein au Karina amesema, amesema kwamba uvimbe tumboni ndio ugonjwa uliomuua mwanaye. Mama huyo amewaambia, ameambia, ameambia waandishi wa habari siku ya Jumatano tarehe 16 a kuwa Uh, kuwa ugonjwa huo umemsumbua mwanaye kwa miaka nane. Mama mzazi huyo alisikika akizungumza kwamba mwanangu alikuwa na uvimbe tumboni, basi ndio chanzo, akakatwa utumbo hadi akafanyiwa upasuaji tamnamo, akafanyiwa oparesheni 26 na tatizo lilikuwa ni kwamba linajirudia na ndio maana ikawa oparesheni nyingi kiasi hicho. Nimebaki na kumbukumbu kumbu ya kwamba jana kabla siku kabla hajafariki, naye usiku huo na niliongea naye vizuri sana, lakini kumbe sikujua kama atafariki siku, siku ya asubuhi yake ameugua karibia miaka nane ameacha mtoto mmoja anaitwa Aisha. Amezungumza hivyo mama mzazi wa Karina. Hata hivyo pia vile vile ametoa shukrani kwa Watanzania wote waliomshika mkono tangu mwanaye alipoanza kuugua, na pia vile vile utakumbuka kwamba hawa alionekana katika, alishawahi kuonekana kama video queen kwa mara ya kwanza kwenye wimbo wa Oyoyo wa Bob Junior, lakini pia vile vile alianza kuingia kwenye tamthilia na kuanza kuwa mwigizaji katika, ka, katika kampuni ya uigizaji ya Jacob Steven JB, mnamo mwaka elfu mbili na kumi na saba hadi elfu mbili na kumi na nane iliyo katika tamthilia ambayo ilikuwa inaitwa eh, kiu ya kisasi. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, huweka maoni yako katika comment section eh, tutakuwa tukisoma na ku replay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.